William Ruto hii leo ametangaza kwamba safari ya kuibadilisha Kenya kuwa kama taifa la Singapore itang'oa nanga hapo kesho, huku akidai itakuwa ajenda kuu kujadiliwa na mawaziri, hususan hazina ya miundo mbinu. Aidha, rais pia amemsuta kinara wa WIPER Kalonzo Musyoka kwa kuahidi Wakenya maendeleo. Rais anadai kwamba licha ya viongozi wa upinzani kushikilia nyadhifa za juu awali, wameshindwa kuwafanyia Wakenya lolote. Milita Ole Tenges anaarifu. Hii ndiyo taswira ya Singapore anayozungumzia Rais William Ruto na azma yake ya kuifikisha Kenya katika ngazi hii: miundo mbinu ya kisasa, barabara zilizonyoka na majumba makubwa, kufikia kilele cha maendeleo ya mataifa yaliyoendelea kama vile Singapore na Malaysia. Rais Ruto amesema kwamba mpango wake wa kubuni hazina ya miundombinu inang'oa nanga rasmi wiki hii. Kesho tunapitisha hazina maalum ya National Infrastructure Fund ambaye tutatumia kuokota pesa shilingi trilioni tano ya kubadilisha hii nchi, and we are not joking my friends, hii nchi hii lazima ibadilike. Rais akisisitiza kwamba azma yake ndiyo njia ya mwafaka ya kukomboa nchi kutoka kwa utepetevu wa miaka mingi, kutozingatia maendeleo ya haiba ya juu nchini. Tumechelewa kubadilisha Kenya, Tumechelewa kufukuza umasikini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Wakati huo huo, akiwasuta viongozi wa upinzani, akisema kwamba lao ni kueneza siasa za migawanyiko bila ajenda yoyote muhimu ama mnataka tu tuendelee kuongea siasa ya ukabila na chuki na mambo ya kupotezana? Wakati si tubadilishe Kenya? Na Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Kenya inabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Rais akimsuta kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka na viongozi wengine wa upinzani kwa kudai eti wana mipango ya maendeleo, ilhali wameshindwa kufanya maendeleo wanakotoka. Yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka hamsini barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Rais alizungumza huko Kiambu alipohudhuria ibada katika kanisa la AIPCA huko Gatundu North. Milita Olitenges, runinga ya Citizen. Kinara wa chama